Ni mengi sasa, nichukue moja tu. Mzee Mtei hakupenda kitu kimoja kinaitwa Uswahili, na hii alikonfide kwangu wakati amenitafuta nitoe e, maelezo fulani kuhusu kitabu chake From a Goatherd to a Governor. Uswahili nayongeza mimi, mimi ayo, ni kuahidi mambo kwa ambayo katika dhamira yako huna nia ya kuyatekeleza na kuandika ndani ya misahafu yako kwamba wewe unaongoza nchi ya kidemokrasia wakati unatamani kuongoza nchi kama alivyofanya Pinochet na madikteta wengine wa duniani. Anaambia mzee Mtei nakataa uswahili. Uswahili kweli ni lugha yetu, lakini uswahili ni ugonjwa mbaya sana, ambao unatufanya tunashindwa kutekeleza mambo ambayo tumekubaliana sisi wenyewe kwamba tutatekeleza haya, halafu tunakataa kuyatekeleza. Tamwenzi siku zote mzee Edwin na nitakumbuka sifa zake na takumbuka vile vile masomo aliyotupa sisi sote, na mwomba Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Asanteni sana.